Wee mwanamke unayetafuta ujauzito, kuna kosa dogo sana ambalo unalichukulia poa, ndicho chanzo cha wewe kushindwa kupata ujauzito. Kosa lenyewe ni kupuuzia mabadiliko yako ya hedhi. Yawezekana una changamoto ya mabadiliko ya hedhi, kuna mwezi unapata hedhi, kuna miezi haupati, ama hedhi inabadilika badilika. Ili ni kosa ambalo unalichukulia poa, linakufanya wewe kushindwa kupata mtoto kwa haraka zaidi. Ili uweze kupata ujauzito, hakikisha una track ovulation yako, una track mzunguko wako wa hedhi ili ujue ni siku gani ya hedhi inatoka ili uweze kupata ujauzito. Wanawake wengi wanapuuzia mabadiliko wa ya hedhi, ndio maana imekuwa ni changamoto kwao kuweza kupata ujauzito. Kama ni wewe, hakikisha unarekebisha mzunguko wako wa hedhi, ili urudi katika hali ya kawaida, uweze kupata ujauzito. Changamoto ipo kwa wanawake, hawajui namna gani wanaweza wakarekebisha mzunguko wao wa hedhi ili waweze kupata ujauzito kwa haraka zaidi. Kama ujui, niko hapo kwa ajili ya kuwezesha ili uweze kujua mzunguko wako wa hedhi na kurekebisha mzunguko wako wa hedhi, urudi katika hali ya kawaida, uweze kuitwa mama. Karibu sana kwa elimu na ushauri, chukua namba mwisho wa video hii, ili unijulishe ni kuelimisha namna gani utarudisha mzuku wako wazi katika lako ya kawaida, ili uweze kuitwa mama. Karibu sana, Dr. Nyagabona, na mtaalamu kwa wanawake. Kumbuka, safari yako ya kuwa mama inawezekana. Niko hapo kwa ajili ya safari, ili uweze kuitwa mama. Karibu sana.